Naam mtazamaji wa Trend TV, ebwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii. Hapana, hii ya leo bwana, inahusiana na kitu ambacho kimehappen huko mtandaoni, ebwana, ni sakata zima la Diamond Platinum katika video yake ambayo inafahamika kwa jina la nani. Ebwana, video ya nani ya Diamond Platinum, kiukweli ubunifu ambao umetumika humo ndani umeleta vitu vingi sana ambavyo ni very exciting, wazungu wanasema hivyo kwa namna nyingine wanasema kwamba imefanya yani, vitu ambavyo vimekuja kujitokeza katika video hii zimeibuka challenge mpya, lakini pia vilevile vile at the same time ni kwamba baada ya hizi, hii video ya ya nani ya Diamond Platnumz kutoka, kuna mambo mengine ambayo yametokea behind the scene wakati wanashuti, ambayo watu wengi sana walikuwa hawayajui, na kiukweli kusema tu ule ukweli ni kwamba yamegusa hisia za watu wengi sana, hususan mashabiki na wadau ambao wanamfuatilia Diamond Platnumz huko katika mitandao ya kijamii. Basi moja kwa moja mtazamaji wa Trend TV, kama umeitazama video ya nani ya Diamond Platinumz obviously utakuwa, utakuwa umeona kwamba watu ambao wametumika humu ndani katika hiyo video ni watoto au wanafunzi kwa namna moja au nyingine, ambao wanafunzi hawa bwana walikuwa wako kama ma dancers katika hii video yani, kukizungumzia ma video Vixen na ma video King waliotumika humu ndani bwana ilikuwa ni wanafunzi, kwa mujibu wa maudhui ya video hii, ni yani kitu ambacho kilikuwa kina make sense. Nikimaanisha kwamba katika hii video ya Diamond Platinumz, eh, ni video ambayo maudhui yake yalikuwa ni ya shuleni ambapo Diamond yeye pamoja na huyu video vixen ambayo ni mwanadada hawa wote walikuwa ni walimu. Sasa kama ni shuleni na Diamond ni mwalimu, basi lazima wawepo wanafunzi. Kwa hiyo wanafunzi nao pia walikuwepo humo, wamecheza character yao kama wanafunzi, lakini pia vile vile at the same time eh, wamecheza kama madancers wa hii video Kiukweli ukiitazama hii video bwana, ni video ambayo imechangamka kwelikweli, na watu wengi sana kiukweli wameonyesha wazi jinsi gani ambavyo walivyofurahia na kufurahishwa na video hiyo. Sasa kitu ambacho kimekuja ku happen bwana ni kwamba behind the scene footage, yani hivi zile video za behind the scene zimeanza kusambaa huko mitandaoni, na tumeanza kujionea kwamba jinsi gani ambavyo Diamond Platnumz alichokifanya Aa, katika hii video imeonyesha kabisa kwamba jinsi gani ambavyo Diamond ameonyesha ubora wake kwa namna moja au nyingine. Ah, kufuatia kwa hiki ambacho kimetokea. So wakati wana shuti bwana, ni kwamba watoto au wa wanafunzi ambao wametumika katika hii video ni kwamba wenyewe nao pia ni mashabiki wakubwa sana wa Diamond Platinumz, na wengine imefikia hatua mpaka wameshindwa kuzuia hisia zao wanafunzi hawa bwana. Kuna wengine walishindwa hata kushuti eh, kwa sababu wanampenda mno Diamond, kwa hiyo walibaki wakilia. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba wakati wanashuti video hiyo ya nani, behind the scene bwana, huko wanafunzi walikuwa wakilia mara tu baada ya kuona kwamba leo wamepata nafasi ya kuwa karibu na Diamond Platnumz, kushirikiana katika moja kati ya project za Diamond Platnumz, kucheza kuimba na Diamond yani kushoot video na Diamond. Kwa baadhi ya wanafunzi ni kama vile ndoto zao zimetimia siku hiyo. Kwa hiyo, wengine walikuwa overwhelmed na walishindwa kujizuia, wakaanza kumwaga machozi, na hicho ndicho ambacho kimemake headline bwana, katika page nyingi sana huko mtandaoni. Tumekutana na hizi video zikiwa zinamuonyesha Diamond akiwa anajitahidi kumfariji mmoja kati ya wanafunzi ambao walikuwa wakimwaga machozi wakiwa wanalia mara tu baada ya kuona kwamba leo anafanya kazi na Diamond Platinumz. So baada ya video hizo kusambaa mitandaoni bwana, page mbalimbali mbali zimekuja kuripoti kuhusiana hilo tukio. Kwa mfano hapa bwana, kuna page wameandika kwamba baada ya kumaliza kushuti video hii nani alijikuta anali. baada ya kubi, baada ya kumaliza kushuti video hii ya nani eh, mwanafunzi alijikuta analia. <mulia> Wakatoa maelezo hapa chini wakiwa wameandika kwamba Margaret ndiye mtoto mwanzilishi wa kundi hili la Tegeta Kids na baada ya kumaliza kushuti video ya nani, alijikuta analia kwa furaha, kwa namna ambavyo alipoanzisha kikundi hiki hadi kufikia hatua hiyo ya kukutana na Diamond Platnumz. Yani, hawa wanafunzi nimekwambia kwamba pia vilevile wametumika kama madansa. Kama ulikuwa ufahamu, ni kwamba hili ni kundi la watoto ambao waga wana dance, yani ni dancers hawa ambao makao makuu yao ni Tegeta kule Dar es Salaam, na uh, wenyewe pia kundi lao linaitwa Tegeta Dance Kids au Tegeta Kids. Sasa kijana au huyu binti ambaye alikuwa na mwaga machozi ndiye binti ambaye mwanzilishi wa kundi hilo, na at the end of the day ni kwamba yeye ndiye aliye aanzisha ili kundi na kufikia hatua ya mpaka ya kuja kushirikiana na Diamond Platnumz katika moja kati ya project za Diamond. Ni kitu ambacho huyu mtoto ameshindwa kuamini macho yake na ameshindwa kujizuia, akajikuta analia. Lakini pia vile vile baada ya kumaliza kushuti video hiyo, ni kwamba hapo ameelezea kwamba licha ya kuanza kuwapa zawadi siku hiyo, lakini pia vile vile amemwambia ana zawadi nyingine maalum Eh, kawaandalia Tegeta Kids, lakini pia vile vile ni kwamba na zawadi hiyo maalum ya watot, ya mtoto huyo kwa uthubutu wake. Yani Diamond ukiachana na kwamba amewapatia zawadi wanafunzi wote au wale watoto wote wa Tegeta Kids ambao walikuwa walitumika kama dancers katika hiyo video, lakini vile vile alikuwa ameandaa zawadi maalum kabisa kwa ajili ya Ana ambaye ndiye muas, ndiye mwanzilishi wa hili kundi eh, la hawa watoto kwenye swala zima la kudance, lakini pia vile vile ni kwamba ameandaa zawadi hiyo Diamond kwa mtoto huyo kama kumpongeza kwa uthubutu wake na wa kuamini katika ndoto yake kupitia dance, lakini pia vile vile mama yake eh, kwa kumwamini katika ndoto yake mtoto wake, ambaye ndiyo mlezi wa kundi hilo kwa sasa. lakini pia vile vile Diamond Platnumz ame acknowledge pia e, mchango wa mwalimu ambaye ndiye anayewafundisha au anayefundisha kundi hili e, ni kwamba e, Diamond ndiye alikuwa pia ameandaa zawadi kwa ajili ya mwalimu wa kundi hilo la Tegeta Kids e, kutokana na e, ubora wake na umahiri wake kwa kazi nzuri ambayo anayoifanya mpaka vijana hawa kuonekana wakiwa na uwezo mkubwa sana wa ku Ya, yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na hapa pia kuna page nyingine hapa wamepost wame, baadhi ya video nyingine za behind the scene zikiwa zinamuonyesha Diamond akiwa na dance darasani anafundishana na, na huyu mmoja kati ya watoto ambao walikuwa wanatumika katika hii video kama eh, kama video vixen au dancers katika hii video Alafu, pia hapa kuna peji ikajika ripoti kwamba Diamond kama utani ila ndio alikuwa anatoa somo kweli, e, kama utani vile, lakini Diamond alikuwa anatoa somo e, kuhusiana na muziki e, unampa asilimia ngapi Diamond Platinumz kwa namna ambavyo amevaa uhusika wa ualimu kwenye video yake ya nani? ya so. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, uweka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment. Na pia vile vile, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi <muchas>